Tunakwenda kutatua changamoto kubwa ya ajira iliyoko katika maeneo yetu. Ziko namna mbili za kutatua changamoto hiyo, moja ni kupitia ajira rasmi zinazotangazwa na wenzetu wa utumishi, lakini la pili, wako wale watu ambao kwa namna moja nyingine wamekosa nafasi za ajira rasmi, au kutokana na wao wenyewe maana, sio so kila mtu anataka kuajiriwa, wengine wanapenda kujiajiri wenyewe, wameamua kwamba bwana, mimi nataka nikajiajiri mwenyewe. Kwa hiyo katika maeneo haya mawili kazi yetu ya kwanza ambayo ilani ilituelekeza ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kutatua changamoto hizi kwa kutoa solution ya maeneo yote mawili: moja, kutangaza vibali vya kazi ili vijana waombe, lakini pili, kuwaelekeza vijana au kuwapa ujuzi vijana utakaowasaidia wao kujiajiri wenyewe. wa haya tunayofanya leo hii, wadogo zangu, ndugu zangu, wana Singida, wenzangu ni wazi kwamba tunachokifanya ni kutafsiri pia maono ya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, lakini tatu, iko dira ya mwelekeo wa nchi yetu, ambayo kwa miaka minne iliyopita tulikuwa tunatekeleza dira ambayo ilianza mwaka elfu mbili na mbili ikafika mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambayo mwaka huu iyee inakwenda kuisha. Lakini kutokea mwaka huu tunakwenda kuzindua tena dira nyingine ambayo itatupeleka mpaka mwaka elfu mbili na hamsini. Sasa alipokuwa anaingia madarakani mheshimiwa rais dira aliyokuwa anasafiri nayo ilikuwa ile dira ambayo inaongozwa na visheni ya mpaka mwaka 2025, ambao maelekezo yake aliyatoa wazi kwamba Tanzania ili iweze kufika uchumi wa kati ambao unakwenda kimaendeleo ni lazima vijana wawe wameajiriwa katika sekta zilizo rasmi na zisizo rasmi zitakazowasaidia kubadilisha maisha yao ili waweze kwenda vizuri. Lengo la kuanzishwa kwa chuo, mheshimiwa waziri, chuo hiki kimeanzishwa ili kutoa huduma za utengemao na kuwawezesha watu wenye ulemavu kupata stadi za ufundi katika mazingira fikivu kulingana na aina ya ulemavu walionao ili kuwawezesha kupata ajira na kujitegemea kiuchumi na hivyo kuwa na mchango katika maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla.